Ikulu ya Marekani imethibitisha kuwa mwandishi wa habari aliongezwa kimakosa kwenye kundi la mazungumzo ya siri ambalo lilihusisha maafisa wakuu wa usalama wa taifa waliokuwa wakijadili mpango wa mashambulizi dhidi ya wanamgambo wa Houthi nchini Yemen. Mhariri mkuu wa The Atlantic, Geoffrey Goldberg alisema alipokea mwaliko wa kujiunga na kundi la Signal linaloitwa Houthi Peace Small Group tarehe 13 Machi. Machi Alisema kundi hilo lilijumuisha kaunti zenye majina ya mshauri wa usalama wa taifa Michael Waltz, makamu wa rais JD Vance, waziri wa ulinzi Pete Hegseth na mkurugenzi wa CIA John Ratcliffe. Kwa sasa mazungumzo hayo yanaonekana kuwa ya kweli, alisema Brian Hughes, msemaji wa baraza la usalama wa taifa. Tunaendelea kuchunguza jinsi namba ya simu ya mtu asiyehusika ilivyojumuishwa. Goldberg alidai aliona majadiliano kuhusu malengo ya mashambulizi, muda wa utekelezaji na aina ya silaha ambayo baadaye yalithibitishwa na mashambulizi halisi yaliyofanywa na Marekani tarehe 15 Machi. Kumekwepo na maoni mbalimbali kutokana na kuvuja kwa mawasiliano hayo, ambapo rais Donald Trump amesema hajui lolote kuhusu tukio hilo na kudai kuwa The Atlantic si chanzo cha kuaminika, lakini alisifu mashambulizi kama yenye mafanikio makubwa. Waziri wa ulinzi Pit Heseth alipinga madai kuwa mipango ya vita ilitumwa kwenye ujumbe wa maandishi. Kiongozi wa wabunge wa Democratic Senate chackshuma Aliita tukio hilo uvujaji wa kushangaza zaidi wa taarifa za kijeshi katika miaka hivi karibuni, na akataka uchunguzi wa kina. Hillary Clinton alijibu kwa mshangao, Hii ni utani ama? Mtaalamu wa usalama Gail Helt ambaye aliwahi kuwa mchambuzi wa CIA amesema tukio hilo linaweza kuwapa ujasiri maadui wa Marekani na alisisitiza haja ya kuangalia upya mbinu za usalama wa mawasiliano na taifa.